Mpaka kufika tarehe tarehe nane mwezi wa tano elfu mbili na kumi na tisa nikaamua kuacha kazi ya ulinzi, kwa sababu nimejaribu kila mara kufuatilia malipo haya ngazi ya kijiji, kata na wilaya, na barua zipo ilizoandikia ku, ku, kusimama kazi na bado nikaandika barua kwa mkuu wa wilaya na, na bado nilifika kwa mkuu wa wilaya kama mara mbili kuongea naye na, na mkuu wa wilaya nikutana naye zaidi ya mara mbili mara tatu katika eneo la kata na. Lakini kila mara huwa anaambiwa Kiswahili kimoja tu na. Una haki ya kulipwa swala so, lako limeshughulikiwa anarudisha mkuu wa wilaya katani. Kata inakuja kijijini, kijiji kinaambiwa kwamba mlipe hela yake na. Lakini tukishaachana katika maeneo hayo na. Basi hakuna kinachoendelea yeah. Kwa nimeendelea kuvumilia na hali hiyo mwisho yeah. Nikaamua kuandika hii barua sasa ya kuacha hiyo kazi naam. Tarehe nane yeah. Mwezi wa tano 2019 k, nikaamua kuandika barua sasa kukiandikia kijiji ambacho nakidai yeah. Nakala nikasambaza yeah. Baada ya hapo, kwa muda mfupi nikaandika barua sasa kwa mkuu wa wilaya yeah. Kwa kuomba msaada zaidi kuishia hapo Mheshimiwa mbunge alipokuwa anakuja katika vikao mbalimbali na. nafikisha lalamiko hili na. tena kule nyuma Mheshimiwa mbung alikuwa naibu zili wa TAMISEMI, alikua naitaaa kakundalifikishia na naee akawaambia, jamani, shughulikieni hili swala huyu mtu kwa, kwa mnamlipa kidogo ndio, angalia huko baada ya hapo sasa baada mara ya kuachana yeah. Kwa mara ya mwisho kwa mara ya mwisho alipokuja mheshimiwa huyo mbunge yeah. Nikatoa tena lalamiko hili yeah. Baada ya kumsikilishia lalamiko hili yeah. Akageukia kijiji na yeah. Mheshimiwa diwani yeah. Jamani, vipi tatizo la mjumbe, mbona bado lipo tu? yeah. Kwa haraka mheshimiwa diwani kwa wakati ule alikuwepo Bwana Rashid Magope yeah akasema hivi mm. niachie mimi mm. na mwenyekiti wa kijiji mm. sasa tu tusiendelee sana na hii nani hii nzee hasa wewe msimamo wako na ombi lako hasa ni lipi kwa viongozi wakubwa mimi nilichokuwa na, na, na kitaka mm. nipate sa, njia ya kwenda sasa kulalamika uko mm. ikulu kabisa mm. lakini namna gani nafika ikulu na mimi mm. elimu yangu ndogo mbona mm. mm. aanaishia wilayani tu mm. Lakini kwa sasa hivi Lame. Naomba nipaze sauti yangu hii sasa Lame. isikike Lame. ifika kabisa kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, mama wa huruma, kwani wanasema uchungu wa mwana au juaye ni mzazi. Kwa hiyo kwa sura hii anayoiona na sauti anayoisikia atanionea imani, anishughulikie tatizo langu hili, nilipwe milioni mbili na laki nane na sitini. Ni nyingi kwa umri huu, inanitosha.